Hi ladies. Hello. <coughs> Thank you guys for watching my video. I'm Vanilla. Okay, leo <coughs> poleni. Okay, leo leo nimekuja kuwashukuru nyinyi nyote kwa kuwa support yenu, nimepata support yenu, nimepata yani nimepata yani mumenishikilia. Kabisa kabisa kabisa mmenipea upendo ambayo sijaiona kwa hii dunia by the way, so nimekuja kuwashukuru sana. Kwa majina ni Vanilla Njeri and I love you guys and I love you so much so much so much. Sorry, kuna mwingine aliniambianga hii ni okay, ni ulimi wangu inapwanga mzito, si kupenda kwangu. So leo nimekuja, nimekuja tu kuongelea mambo kidogo tu kujifunza vitu kidogo uh, nimepata komenti zenu, nashukuru sana wenye wananipatia hard advice vile na baku continue, asanteni sana. Wenye wananiambia keep it up fan, fanini ama gashiri, kuna wenye wananita gashiri wananita fanila keep it up. I come to say thank you guys, thank you. Okay, kuna wenye wananiambianga ati naanza ngana. Okay, ni vizuri by the way nilisema ukiona by the way kuna kitu nafanya haiendi vizuri, nikosoe by the way kutuniambie. Asanteni sana. Na nitaendelea hivyo hivyo hivyo. Okay, leo leo nataka kuongelea mambo kidogo tu ya 6 tulisema sema tano ni kutengeneza mboma siweze kusimama na sitasimama kama nimenyamaza menyamaza. At, simama kama ujachangia hata wewe mwenyewe. Kuna watu wana, wanapitia arot. Kuna wamamo wanapitia a lot. Kuna wazee wanapitia a lot. Wananiambia fanila, fanila, ongelelea hii kitu, ongelelea hii kitu. Unajua, watu, watu watu wengi wanashinda wata- wataongea wapi ama watajitolea wapi? Kuna mama ako hapa maybe ananisikiza amefika mwisho, na nikikuja nikiongea hii kitu enyewe akisikiza inamtianga nguvu. And nasema asanteni sana kwa support yenu. Leo nataka kuongelelea kidogo, kuna story, kuna mama alinipea story yake nataka tuigusie kidogo, ndio mniambie nafaa kufanya nini ama tu nafaa kufanya huyo mama anafaa kufanya nini? Sababu ikifika hapa, unajua kuna mambo inafikanga, sasa unashinda utafanya nini? Okay the, uh, viewers moja alinipigia simu akaniambia Vanilla, okay mimi nikiangalia side yangu, akaniambia I'm not perfect, lakini nikiangalia side yangu mimi nimejaribu. Nimejaribu kabisa kabisa kabisa vile naweza kaa na mzee wangu ama kuridhisa bwana yangu, lakini ule mwanya naridhishwa aski aoni alikuwa naniuza. Sasa nifanye nini? Fanile nifanye nini juu, na hata kuna hii stori, kuna mwingine alikuwa ameniambia the same same kosa alikuwa mwanaume, akaniambia mimi, Vanilla niko na niko na bibi yangu na ninampenda sana, lakini huyo mwanaume nilimuelewa sababu bibi yake ni mgonjwa. Lakini hata kama kuna vitu zingine, by the way tunafaa kuangalia na ngo nyingine, kama for example nilioleka na mzee wangu nilikuwa mzima. Hata nikikuja kugonjeka huyo mzee hata niacha sababu nimegonjeka. Huyo mwanaume nilimuunderstand mwenye alikuwa amenipia story yake. Sasa huyu mama huyu mama ananiambia bwanake sio kugonjeka iko so, hivi guys, huyu uh, mama aliniambia ameoleka for three years. For that three years ataipata yani, amejitolea yani kabisa kabisa kufurahisha bwanake. Kama ni usafi vile, nilisema usafi kwa kitanda, huyo mwanamke aliniambia yeye ni msafi ati Fanilia, ndio ninjisifu ama nini, lakini ni vile vitu unafundishanga, mimi nimeifanya yote lakini mzee wangu atulii kabisa kabisa kabisa. Okay, nikirudi kwa Biblia. Biblia inatuambia ya kwamba kuna watu waliumbwa kwa siku ya ubaya. Unaona, kama tuseme for example kuna mtu ata, ata umfanyie nini huyo mtu hawezi hawezi pandirika. Ata, ata, ata mfanyie nini aisipandilika. Unajua mimi nilikuwa nadhani wenye wanatoka wanaume wenye wanatoka, wanatoka nga inje ni kwa bibi zao awapei kwa awapei nini awapei nini sex vizuri kwa vitanda zao. Lakini mama aliniambia ni Vanilla, mimi sijui utanisaidia aje. Nikamuliza niambie na nikamwambia bado kama nasaongelea hii kitu, akaniambia isoke. Okay. Sasa huyo mama kaniambia yeye anapianga bwanake vizuri. Lakini sijui bwanake ni tamaa ama ni nini, uyuagmamiaito sijui. Lakini u mwanaume hata naweza kuwa yani amefika ya kwa nyumba, afanywe kila kitu na huyu bibi, kila kitu, hata kwa kitanda amgeuze, kama motura vile, anataka huyo bibi. Aliniambia kuna stari pepo bwana yake yote juu akuwa na, akuwa anataka bwanake au siku moja atatoka ije ya ndoa aende ati akafurahishwe ije na mtu mwingine. Lakini huyu bibi aliniambia hata hiyo vyovyote amefanya hivyo vyote hivyo vyote, vyote mzee aridhiki. Okay, nikirudi tena nyuma, kuna vitu sinaitangwa rahana. Unajua, kuna mtu maybe, tuseme for example mimi yule mtu niliitwa jina yake alikuwa anapiga umalaya na nimeitwa hiyo jina. Let me tell you usiponjua vizuri sana vile unavaa kufunja, ile laana itakuanga inakufuata. Unajua kuna hata kuna wanawake hata uwafanye usiku mzima, hata uende mara tano, uende sauti sita kumi lazima watatoka nje. Kitu moja mimi najuanga kuna vitu zingine kawaida juu bibi aliniambia mimi, Vanilla, nimejaribu nimejaribu yangu yote lakini ninakuja kusema kuna maybe, kuna kuna mama mwingine hapa ama kuna mzee mwingine hapa anapitia the same, same, the same same same situation yenye huyu mama anapitia. Leo nimekuja kuambia ya kwamba hata kama nawafundisha mambo ya, ya nini ya sex. Kuna vitu zinaitangwa kufunja rahana, kuna ile nini kamunyororo, hiyo lazima wewe mwenyewe usimame katika hiyo pengo, ukate hiyo hiyo hiyo nini ndio hiyo generation isiendelele. Kitu ya pili, and I'm sorry kusema hivyo, ni mimi mimi napenda mapasta sana, hata bwanangu ni pasta. Hata wakati unapoenda kanisa, wakati mnaenda kufanya mpaka ndoa Mchunguza ni nani anawenda kuwashikanisha, mwenye anaenda kuwaekelea mkono. Angalieni katika ile madhabahu munapoienda, sababu ya nini, inaweza kuwa mpaka uyi mwanaume si lahana ya kwao, ikuwe ni lahana. Mwenye alienda kuwashikanisha ndio alifanya, au alifanya wedding maybe, yule mwenye ile ile mwenye alienda kuwashikanisha kuwa tuseme, for example kama mimi Okay, wacha nifanyane, for example na mimi na mzee wangu My husband is this a pastor. Okay. Tuseme bwanangu ako na roho ya umalaya ya kutokatoka nje kuenda kulararana na wanawake nje. Let me tell you you, you not akienda kushu. Yani tuseme for example kuna kapu, kuna kuna kijana hapa na msana hapo, wanamekuja wanataka kufanya harusi, bwanangu akiwaekelea ile mkono Let me tell you, ile mkono ile amewagawishia ile kitu iko ndani yake kama akona lowe umaraya, I'm telling you, iyo, iyo, iyo umaraya, huyo mwanaume amebeba hiyo maraya. Sasa tuchungeni hata sana, sana sana, wa mama ama wa baba, tuchunguzeni zile makanisa tunapoenda njuu saizi na sio kupa, unajua mtu by the way. Hata for example hata mimi sio sijua kama niko na roho ya umaraya ndani yangu, na nimekuja nimekuwekelea mkono umebeba ile ikitu iko ndani yangu. Kama ni mimi ni mtu yani wa, wa, wa kuiba hata kama pasa ni mwizi akuwekelea mkono the same same utakuwa mwizi. Okay, back to my story, nimekuwapea hiyo hiyo for example. juma mama aliniambia yeye wakipatana na bwanake alikuwa mzuri, lakini aku anajua ikitafika hiyo mahali. Imajini mimi sijui wanaume wanatoanga hiyo nguvu wapi, kama wamama wanatoanga hiyo nguvu wapi? Imajini bibi amekuja amekuwekea staili zote, unataka zote, unataka anakupatia, anajiachiria kabisa, anakwambia bwana yangu, hii mwili ni yako. Juu hizi kwa wa mama wanakuanga, yani mwanamke woyote ni kiube dhaibu If you believe you do not. Wakati mwanamke mwanamke, unajua sisi hatukuumbwa, nilimwambia the same same, nini mwanawake hawakuumbwa, mwanaume ndiye aliumbwa. So kama wewe mwanamke, imagine umejitolea kabisa, umejiachilia kabisa, umejiachilia kabisa, lakini mwanaume haoni yoyote, atakufanya na tena aende atombe inje. Itakuwa tigaiza. Sina megi leo. Lakini natasema mbarikiwe sana kwa kuwatch ma video zangu. Hebu peni comment hapo chini kwa huyo mama afanye nini? Lakini kitu moja nimesema chunguza, chunguza kiumo ya hizo video. Thank you guys for watching my video, I'm Vanilla. I love you guys and I love you so much. Msisahau subscribe, kushare na kucomment. Thank you guys.